RUATI ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali ambayo inajihusisha na shughuli za kilimo. Sisi tunajihusisha na wakulima katika kuendeleza kilimo chao kiwe natija, na tija na baadaye waweze kujikimu kimaisha. Katika programu hii ya iefa inatekelezwa na AGRA, sisi tunatekeleza kipengele cha kuwezesha upatikanaji wa zana za kilimo kwa wakulima, na tunalenga kwamba baada ya programu hii kuitekeleza katika mikoa mitano ya Ruvuma Njombe, Iringa, Morogoro na Pwani. Lakini kwa hawa vijana ambao tunawalenga elfu moja mia nne arobaini kutoka katika mikoa niliyoitaja, tunataka tuwape mafunzo ya ujuzi kupitia VETA watawafundisha katika michepuo mitatu ya matumizi ya zana za kilimo, masuala ya umwagiliaji na masuala ya hifadhi ya mazao na usindikaji, yaani utunzaji wa mazao baada ya mavuno, tukitegemea kwamba baada ya mafunzo hayo watakuwa na ujuzi wa kuweza kuajirika kwa baadhi ya watu wenye zana, lakini pia wanaweza wakajiajiri wenyewe. Uh, huu mradi ni wa miaka miwili na katika mikoa mitano niliyoitaja, kituo ambacho kina wataalamu wa mafunzo haya ni VETA Kihonda. Sisi kama RUATI tukishirikiana na mkoa tunajaribu kuona kwamba mafunzo haya yanafunguliwa senta nyingine hapa mkoani Ruvuma, kwa sababu tumefanya tathmini tukaona kwamba vijana wengi walioomba katika bachi ya kwanza wanatoka mikoa ya Morogoro na Pwani ambayo ni kiashiria halisi kabisa kwamba wazazi wao wana urahisi wa kuwapeleka vijana hao. Huku wana pata ugumu kwa sababu ni mbali, nauli ni kubwa, na namna ya kuwatunza kule nako gharama inakuwa kubwa kwa mzazi, pamoja na kwamba wamelipiwa ada ya mafunzo hayo. Hamasa inayofanyika leo ni kuwafanya vijana wajiajiri. Kwenye kujiajiri wanahitaji mitaji. Sasa, naishukuru serikali imeweka utaratibu mzuri, mikopo kwa vijana na hasa kundi hili la wenye ulemavu, kuna asilimia mbili pia kule hawajitokezi. Kwa hiyo tunaamini wakishapata ujuzi na kuanza kujiajiri wataona umuhimu wa kuwa na mitaji na kule watajitokeza. Mpaka sasa tuna vijana zaidi ya mia mbili hamsini katika mikoa yote mitano. Kwa hiyo utaona kwamba mpaka sasa ile umwagiliaji na zana za kilimo bado tuna idadi ndogo, na ndiyo sababu tukasema tuwe na bachi bachi ya kwanza ndiyo hawa waliopatikana. Bachi ya pili ndiyo hawa tunaendelea kuwahamasisha ili kufikisha idadi ya jumla ya michepuo yote hiyo kuwa na vijana elfu moja mia nne na arobaini. Kwa watu wenye ulemavu ni waasi, tukipata fursa kama hii tuitumie. Katika kipindi chetu hiki serikali inafanya mambo makubwa sana kwa watu wenye ulemavu na ndio maana kwenye ile mikopo yetu ya asilimia kumi kuna asilimia mbili ya watu wenye ulemavu, lakini kinachokuja kuleta shida, watu wenye ulemavu hatupendi kujitokeza kwenye hizo nafasi za kupata hiyo mikopo. Ukipata mafunzo kama haya kupitia VETA ukishatoka kule umepata cheti chako cha VETA, ukitaka kuanzisha shughuli yako unaomba mkopo, na mikopo yetu kwa sasa hivi imesema kwamba hata kama mtu ana wazo wazo la biashara anapata mkopo, na kwa watu wenye ulemavu pia tuna nafasi. Niwaasi ya kupitia haya mafunzo utakwenda kuyapata kule VETA, tuanzishe shughuli zetu za kufanya kwa kuomba mikopo kwa serikali iweze <coughs> kusaidia kupata mitaji, lakini pia kule kwenye mitaji tukipata tutaweza kuajiri pia watu wenye ulemavu wengine au na vijana wengine tofauti na sisi wenyewe. Mimi na washauri waliokuwa kwenye makundi maalum kujitokeza kwanza kwenye mikopo na kwenda kuchukua hii fursa iliyojitokeza ya kwenda kusoma bure mambo ya kilimo kwao, tujitokeze ili serikali izidi kutupambania na tuzidi kufika mbali.